Anaendelea bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, anasema khaslatani tardhauna bihima rabbakum, kuna mawili katika hayo manne ambayo yanamridhisha sana mola wenu. Wa khaslatani la ghina lakum anhuma, lakini kuna mawili ambayo haina budi mtakutana nayo tu. Rasulullah, rasul tueleze kwa uzuri tukuelewe, anasema faama lkhaslatani latani tardhuna bihima rabbakum, ama yale mawili ambayo yanayemridhisha mola wenu. mm -hmm. Fashahadata an la ilaha illa llah watastaghfirunahu, ni kukifirisha wingi wa kuleta shahada ndani ya mwezi wa Ramadhani na kumuomba sana msamaha mola wenu, kwamba tuwe wengi waku, waku, Eh, wakuleta shahada ile ashhadu an la ilaha illallah wastaghfirunahu, na kumwomba Allah istighfari kwa wingi. Kisha akasema, wa amma allatani ta'udhu la ghina lakum anhuma, na ama yale mawili ambayo haina budi mtakutana nayo tu, fatasaluna Allah aljanna, basi muombeni Allah kwa wingi pepo ndani ya mwezi wa Ramadhani wataudhuna bihi minan nar, na mumuombe allah waepushe sana na moto. Ndio akapatikana mwana science Islam, mwana mwana wa kiislamu mwana huyu ni mvumbuzi manake, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa anamfundisha mtu swala. Eh, swala zipo ngapi ya Rasulullah? Akamwambia dhuhuri rakaa nne, eh, subuhi rakaa mbili. Ya Rasulullah, mi mbona sikuelewi? akamwelewesha kama mara tatu mtu bado haelewi uzuri. Pale kulikuwa kuna shairi, akamtungia maneno ya kumwelekeza rakaa za swala kwa mashairi. Basi kwa kuwa mashairi yalikuwa yanaingia haraka zaidi, basi yule kijana mara moja tu alielewa, ala, kumbe dhuhuri ni rakaa nne, subuhi ni nini? Maanake haya mambo manne, kuna mwanasayansi aliyakusanya, akayatia kwenye uradi mmoja. Allah anasema Mtume anasema, tufanyaje? Tukithirishe sana kutoa shahada katika mwezi wa Ramadhani. Inaanza ashhadu an la ilaha illallah. La kwanza hilo tayari umelifanya Mtume anasema. La pili ambalo tulifanya sana, tumuombe Allah istighfari. Tunasemaje? Nastaghfirullah ama astaghfirullah. Tayari hapo ushafanya mawili katika yale manne ambalo Mtume amesema yanamridhisha sana Mwenyezi Mungu, haya mawili alafu yale mawili alobakia ya nasaluka aljannata ilahi. Hapa tunafuata lile la tatu ambalo ndo lile mtume aliosema kumwomba Allah afanyaje? Atu, atupe janna nasaluka aljannata ilahi ya rabbi, tunakuomba pepo wanaudhubika minan minannar, natuepushe mbali sana na moto, alafu akamalizia allahumma innaka afur tuhibulafaafaalla wwe ndo msemehevu an unapenda, unapenda kusameheai tusamehe. Na hii pia kaitoa kwenye hadithi nyingine inshllah zijazo, katika ile kipindi cha lailaadr. Sasa ndugu zanguni, tukifirisha sana ndani ya mwezi huu kuomba, kusoma hii dua, kuomba sana sfai eh? kama mfano hii ambayo imefanywa apa